Ligi, nadhani taarifa zangu umezipata. Sasa kwa sababu umeamua kuwasha moto, na mimi nimekuja na maji ya kuzimia. Sasa sitaki ves ili kulipoza, ili nipatie dada yangu oya. <laughs> Well, sija kuchekesha, sijija kuchamba, sina maneno mengi, nipe dada yangu, nikupe dada yako. Tumekuja kubadilishana. Halafu sema sema miashueni mishainga sueni kizozyote vile, mimi naishi na wewe bibi. Dada yako alikuja kongi kwa mapenzi yake, mimi sikumpeka, lakini wewe umempeka sister. Sasa sio mbaya, kwa sababu umelianzisha hivi, wacha tulizima, tufanye pambano, atakaye shinda kwenye hili atamiliki wote wawili. Like Babu, chondo nachokitaka, mimi nimekuja kwa sababu ya kupambana, oya, si ya kuchekacheka. Mwanangu mepanda mtungu wa kibwengo, leo utoki. Mwanangu leo utoki, nataka ushuzi. Afu, sasi, nkapigana na wewe, nakuona kabisa kwenye mkono wangu ujai, kwenye mkono wangu uja, nakupa mtoto mdogo sana, upambane naye kilass. Yes, yes. Ujamaa nataka mavi yake niondoke naye nyumbani. Nimesha bosi. Nakaeke mbolea kwenye mti wangu wa mlimao. Njoo mwage mavi. Nakupa dakika hizi mbili bosi. Sina muda ya kuchekesha. Nataka ushuzi tu hapa. Mwage mavi

Nimekonea, sitaki kufuatiliwa. Fanya chaguo, fanya chaguo. Kaka yako Adam, tumezaliwa tumbo moja, nayopanya odi mshamba, chagua moja, namchagua wewe na namchagua mimi. chagua moja Wewe umeamua kujitenga si ndio? Ndio. Umeamua kujitenga na kaka yako, si ndio? Ndio. Hii tumeimaliza. Nipatie nipatia ubangu le na hayo ndio makubaliano tulabole niambie ndugu yako tumezaliwa tumwezaliwa pamoja, unanikataa mbele ya watu namna hii, si ndio? namamegi zarua tasikia mimi amimia ndugu yako ana aagatakadakuwa. Kwanzia leo niko peke yangu, mama kanizaa peke yangu, na usije kukanyaga mastani, na usije kukanyaga hata siku moja. bora kunaambia ke pesa pesi, tumekubali yaani sisi taondoke na ule mpozi. Sisi munde sili nani ndani, ndio kila pale kilichotokea wamekiona. Sawa, wewe unaongea nini? Kila situlikuwa wote pale, unaona kabisa mazingira yale, yupo pale. Isitoshe wewe mwenyewe munde, tunaona nane 34 kabla tunafanyaje, nikakutuma jeshi langu kwamba mfanyaje, mwage mafi munde, chapu tuondoke. Umefika pale umepanga ngome zako namba mbili Unarusha ngumi ya kwanza, ya pili umedokolewa. Ya tatu umepigwa shingo, ya nne, ya mbavu umejaba moshi. Alafu sasa hivi unakuja kunilaumu sisi nini? A ungempiga Munde, situngemchukua dada. Kwa hiyo bosi, unataka kuniambia kwamba katika kundi hili kwamba zote kila akipigwa tumepigwa kundi zima, si ndio? Skanka yupo chura yupo. Alishinda kuingilia bwana. Mbona uko pesa pesa tunakubali? Tunapa kichwa wale. Alafu sitoshe mtu mwenyewe Munde. Kinacho niuma zaidi kwamba sister huyo hapa. Tumeenda na sister yake Munde. Tunafanya mabadilishano pale, tupe sister tukupe sister yako. Dakika ni mwisho nimepigwa, nitegemea kwamba bosi utaingia utasolve ile tatizo. Kiwe pesa tunasema kila ngoza, turudi nyumbani. Haya, sister kwa kundi gani? Kwa, kwa maana sister kampenda mundo yule mvuta bangi, si ndio? Yaani, kiwe pesa ndio umekubali kwamba turudi nyumbani. Oa, Skanka, imekaje hiyo chula? Imekaje hiyo mzee? Ah, kila sikia. Unajua yule tayari kashafanya chaguo lake. Sister mimi, siwezi nikamfanyaje? Nikamwe, yaani mimi nimchagulie mwanaume. Ina maana kakubali kuwa na yule, siwezi kaingilia life yake umenielewa? Baba, nikuulize kitu bosi, tumetoka huku tunaenda kule lengo nani? kwenda kumchukua sisi na kwenda kumkarisha munde, imekwaje tumudi bila tumekarishwa. Umekarishwa, kwa nini utakobisha umekarishwa? Haujakarishwa? Poa, nimepigwa sasa. Kwa nini utakobishana na mimi? Na mimi sio kwamba nimekuacha nimekutegea uingie. Mimi paa nilikuwa nishakamba kati Sawa, mimi njengo ni mchokonoe za uso kwa sababu wewe ushashindwa. Calm down boss. Nyangu, ni hapo nipige nipige ni mwange mavi afa na kuja pale mnaingia. Sister ndio vile kashanikataa ndugu yangu na mkono ungeongea Kifua tatu tushauri jambo tunafanyaje? Tunajipanga tunaenda au tunafanyaje? Tuna tu tukafanya nini? <laughs> Wewe well, tayari tushakanyaga. Sawa. Sister kanikataa. Si ndio? Chula boy yupo skanka yuko pale pale, tunapigwa tunaondoka tunaondoka. Afu sister mimi sote nikamwingilia. Yeye yeah, kashafanya chaguo yake baridi sika nikataa ndugu yake. Mimi ni mode maskani kuja kuweka mambo yangu sawa. Mimi habari za yule tena achana nazo. Sitaki tena kusika fista kufanya nini? Kifuatati. Achana wazio nazo. Kifuatati boss. Nyinyi kichobaki, si ndio? Nisikilizeni kwa makini. Ndio. Nisikilize. Ndio. Nyinyi kichobaki kwenda maskani. Mkaeke uli, yani mkaeke mambo sawa. Mwili umpige matizi ipasavyo. Mimi nipo hapa kwanza natuliza akili yangu sawa. Okay. Wao mimi nitawacheki. Nyinyi ndeni. Kaka, tunapigwa pale eyo yu yupo, ushanielewa kwamba kausha ngumi ya kwanza ngumi ya pili, kiongozi wake ambaye anamfundisha mazoezi kakarishi. Alafu, alafue nakuja tena nani? Wana piga piga nafikiri piga piga bila mazoezi, wa wali lazima wafanye mazoezi. Sasa tutaheshani kabisa <coughs> <coughs>

Uwe pasa ni kuuliza ni binadamu wa aina gani? Ambaye huwezi kustendia msimamo wako yako, sikiliza nkwambia bisho, ni nikwambia kitu, sisi sote ni wanaume Niza kwambie bro, haya maisha, haya maisha anapita beza Jenifa. mimi ni mwanamke wangu, ni mwanamke ambao mimi ninampenda na mhitaji kwa dhati ndani ya mti wangu. Mapenzi yetu ajaanza leo mimi na Jenifa. Bro, we ni binadamu gani ambaye sijawahi kukuona katika hii dunia? Mtaani kote, wanawake kote, unataka hao wako wewe mpaka kwa mpenzi wangu Jenifa? Umeona itoshi umemfuata. <laughs> Bro, mimi ni mwanaume naumia, wabisho hivi wama wangu kuyakumbatia mabaya yako. Nimekosea mimi kuwa kimya na kupicha, unaniumiza sana

Ea, umepita naye so na isoshao na mwanamki wako umekuja mpaka kwa Jennifer wangu. Kaka, mbona uliziki Jennifer wangu? Maskini wa Mungu, ana kishundu alependa. Sikia Jennifer, viatu huyu mimi namjua kuwa anakuja nyumbani kwa dadangu kulia, yeye ni yatima na matatizo, ana shida

apaii zu kishundu saa mizandokaenifapmbona kama umekuwa wimbo wa taifa kila siku. Swali moja, mundu unanipenda? Mundu unanipenda, ujue na kupenda nataka uhakika tu, unatambua kwamba nakupenda kiasi gani? Alafu unatambua kama wewe ndio mwangaza wa jua kwenye mboni za macho yangu, kwamba ninapoamka asubuhi lazima nikutane na mwanga wako. Na unatambua kwamba wewe ndio kiza ndani ya moyo wangu, ili niweze kupata pumziko zuri na faraja nzuri wakati wa usiku, lazima nifumbe macho yangu ili nikuwe na wewe mimi nilale. Sasa nakoseje kukupenda? Nakupenda. Aya, sawa basi Alafu nikuombe kitu. Wajibu wangu mimi kupokea maombi yako kila wakati, nitakubali hata ukiniomba dunia nzima nitakupatia. Kweli. True. Mimi naomba niende nyumbani mara moja. Umeanza kuleta umanza sasa. Kwa hiyo hapa sio kwenu, hapa sio kwenu kocha? Chakwako, chakwako, chakwangu, cha kwangu, kule kwenu, hapa sio kwenu. Si ndio nimekuambia naenda kumsalimia kaka yangu kisha narudi. Kaukisha mimi na tulikubaliana nini? Tulikubaliana hakuna mtu yoyote kurudi town. Ukasalimia, ukasalimia nini? sina maana hiyo kwamba hapa sio kwetu, kule ni kwetu, hapa ni kwetu, kule pia ni kwetu, ila nimekuomba niende nikamsalimie kakaangu mara moja, halafu narudi. Oh, eh, unajua unazingua mchumba wewe. Kakako sikatoka jana hapa, kule television tumemtimua hapa pawe jana, ukumuona. Hukuona kama kakako mzima, au sio? Ukuona kama kakako ana eh, afya njema, halafu kimeongezeka saizi kitumbo kinazidi kushamili kwa sababu kinakula mapochopocho, kinajiachia, kina relax town. Wewe ndio kuleta version ta, uliita unioa. Unazingua mchumba, acha kuchekecha basi. Ina maana hapa kwenu kuna lango la kuingilia la kutokea hamna? Oya mchumba, acha kuzingua. Unalocha nitakukataa unanijua, sitaki version zako hapa. Hakuna kuondoka kwenda popote. Uking'oa vilango vyako, basi tumeng'oa wote. Nahizo habari naomba zifunge kwenye kichwa chako. Sitaki kabisa mimi kuzisikia. Kwani hapa wewe huli? Unachokitaka upati upendezi, yeah. Chooni uendi, mbona unaanza kunenepa nawe sasa hivi? au sistangna kuletea? Hapana. kitulize basi, shida nini sasa? Ndani mmepika nini huko? A ah, nenda kapike. Mchumba vivi oh, sister!

Wenye akili, dunia imebeba watu na viatu. Imagine mtu anauzwa kisa hela, mm. Dunia inaenda kasi tena mpela, mpela.

Mbona unaonekana na majonzi? Nini shida? Unalia umekaa peke yako? Hebu niambie, what happened? Dunia mebeba watu na vyatu, wenye akili tima mwingine vyatu. Dunia mebeba watu na vyatu. Imagine mtu anauzwa kisa hela mm. Dunia nenda kasa tena mpera mpera, na umasikini ndo sababu watu kufanya mambo ya sofa.